Mambo vipi, mtazamaji wa Jiko Point, karibu tupike makande ya nazi na karanga. Wakazi wa mikoa ya kaskazini na kusini hapa wananielewa vizuri. Watu wengi wanapenda makande, lakini changamoto imekuwa moja tu kosa muda wa kutosha kuyapika hayo makande, lakini pia vilevile nishati inayotumika mtu unakosa masaa mawili ya kusubiria kande zihivi kwenye jiko la mkaa. Jiko Point tumekuletea West Point Multi Pressure Cooker ambayo inaweza kupika vyakula zaidi ya 15 uina mapishi zaidi ya hamsini, na leo tunakwenda kupika makande hapa ya nazi na karanga. Twenzetu nikakuonesha jinsi gani unavyoweza kupika makande yako yakaiva vizuri chini ya saa moja. Mahitaji yangu nilikuwa na mahindi makavu, nilikuwa nina maharage e, lakini pia nilikuwa nina karanga, lakini pia nilikuwa nina nazi. Maona bwana. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa nikachambua mahindi yangu nikayaosha, nikachambua maharage nikayaosha, nikachambua karanga nikaziosha, na nazi hiyo hapo. Nazi nilikamua matui mawili, nilikamua tui la kwanza ambalo nililitumia baadaye wakati wa kuunga, na tui la pili lile nililiweka mwanzoni kabisa pale wakati ninapika hayo makande, baada ya kuwa umeshachomeka pressure cooker yako kwenye umeme kama hivyo, nikaweka mahindi yangu kwenye pressure cooker kama unavyoona hapo. Nikaweka maharage e, kwenye pressure cooker, nikaweka karanga kwenye pressure cooker. Baadaye nikaweka sasa lile tui la nazi la pili. Jambo tu la msingi la kuzingatia, unapoweka maji kwenye pressure cooker yako, hakikisha hayazidi ukomo. Kuna eneo hapa wameandika full kwa hiyo ili uweze kupika chakula chako kwa ufasaha na kwa urahisi hakikisha kwamba maji hayazidi e, kile kikomo cha mwisho kabisa, ama chakula chako hakizidi lile eneo ambalo e, wameandika pale kwenye pressure cooker kwamba hapa ndipo ukomo wako ambao unatakiwa uweze kufikia. Hiyo itasaidia pressure yako iweze kudumu kwa muda mrefu zaidi, lakini uweze kupika chakula chako kwa ufasaha. Baada ya kuhakikisha hayo yote, funika na funga pressure cooker yako vizuri kabisa. Kisha washa yaanze kupika chakula chako. Kama unavyoona hapa, imetuambia itapika makande kwa dakika 35. Tunakwenda kusubiria tuone baada ya dakika 35 tutakuwa na kitu gani. Wow, jambo letu hili hapa, baada ya dakika 35 kama ambavyo unaliona, kande zimeshaiva, maharage hayo yanaonekana yameiva, ila tu kwa sababu tuliweka maji mengi kidogo, ndipo unaona kama maji bado yapo. kinachofuata tunakwenda kuyaunga sasa moja kwa moja. Tayari viungo vyetu tulikuwa tumesha viandaa, nimeshaandaa hoho, karoti, vitunguu na tui la nazi zito lile ambalo lilikuwa limebakia. Ukitizama hapo unaona karibu kila kitu kimeiva vizuri. Basi kazangu vitunguu, maji hapo. Aa, nikaweka viungo vyangu hapo, kama ambavyo unaona, nikaweka chumvi, nikaweka mafuta. Haya mafuta unayoyaona yanaelea hayo, hayo ni mafuta kutoka kwenye nazi, sio mafuta ya kupikia ambayo tumeyaweka. Baada ya hapo nikatia tui langu la nazi nikahakikisha nimekoroga vizuri. Sasa kwa sababu sasa hivi tunataka maji yapungue kidogo. Na kwa sababu kande zetu zimeshaiva, hatutaifunika tena. Na unajua ukifunika, e, pressure cooker inatunza mvuke kwa hiyo maji hayatatoka. Lakini kwa sababu sasa tunataka maji yapungue, basi sasa hivi hatutaifunika, tutaiacha. Nimeshaweka viungo vyangu vyote vizuri kabisa hapo, nimeshachanganya mchanganyiko wangu. Sasa ninaacha na kama ambavyo unaona pressure cooker yetu inapika vizuri kabisa. Kande hizo hapo zimeshaiva kama unavyoona ziko tayari kwa kuliwa. E, kande hizo hapo za nazi na karanga zimeshaiva zipo tayari kwa kuliwa. Sasa unaweza kuipata pressure cooker hii kwa bei ya shilingi laki moja na themanini tu, kwa sababu hii ni digital pressure cooker. lakini pia vile vile unaweza kuipata manual kuipata pressure cooker kwa shilingi laki moja na sabini. Piga simu nambari 0677088088. Lakini pia vilevile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Jiko Point, Instagram, Facebook na TikTok. Vilevile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za kijamii kwa kuandika Jiko Sokoni, utatopata hapo. Tumia sasa West Point multi pressure cooker uweze kuokoa muda, gharama, lakini pia vilevile vile uweze kutunza afya yako.